Kwa nini Mbagala? Mbagala ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wana haki ya kusikilizwa na kufikiwa kama sehemu nyingine ya nchi yetu. Kwa hiyo nimekuja Mbagala kama nyumbani, kama sehemu ambayo wanahitaji huduma yetu, na tutaendelea kuja Mbagala na maeneo mengine yote ambayo e, TANESCO tunahitajika kufika, kama tulivyosema toka mwanzo kwamba sasa hivi tuko asilimia sabini ya utekelezaji wa mradi wote kwa ujumla wake, lakini kwa maana ya hapa, kazi ya kuanza kutoa umeme kuanzia hapa inaendelea, na kuanzia leo. Uh, wataalamu wako site wanaendelea kufacilitate huduma kutokea hapa hapa. Ndio maana tumekuja. Mradi mzima huu tumesema ni dola milioni 6.4 ambazo kwa exchange rate ya sasa hivi ni zaidi ya shilingi bilioni kumi na tatu 14 huko na kuendelea. Uh, kama tulivyosema na mtaalamu alivyokuwa anazungumza toka mwanzo ni kwamba uwezo wa kituo sasa umeongezewa uwezo mara mbili ya uwezo, tuseme ni zaidi ya mara mbili ya uwezo uliokuwepo. Kwa hiyo changamoto unazozisema zinaondoka katika Mbagala yote. Hii sasa yako ya ya mazingira mengine ya umeme unakosekana kwa sababu labda kuna matengenezo yanafanyika hapo, kuna miti wakati fulani inaangukia miundombinu yetu na mambo kama hayo. Kwa hiyo si kila umeme unapokosekana ni sababu ya changamoto za, za Tanesco wakati fulani ni shughuli zetu za kibinadamu huko zinasababisha changamoto kutokea. Kwa ni kazi ya kufanya pamoja lakini milango iko wazi, tunapokea taarifa na tunazifanyia kazi lakini polepole pole kwa maana ya zile sababu za kukatika kwa umeme zinazosababishwa na, na Tanesco mambo kama haya mnayoyaona tunayoyafanya ndio yanakwenda uh, kutoa umeme wa uhakika na kupunguza changamoto ambazo zinasababishwa na upungufu wa umeme na mambo kama haya. Mwaka jana tulikuja hapa na naibu waziri na TANESCO makao makuu, alituonyesha mradi huu jinsi utakavyoanza na utakavyokamilika. Nichukue fursa hii kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutoa dola milioni sita kukamilisha huu mradi. Dola milioni sita ni pesa nyingi sana, lakini kwa namna ya pekee lazima tuwapongeze sana na kuwashukuru mafundi na wataalamu wote wa TANESCO. Huu mradi ulipoanza ulitarajiwa kwa mara ya kwanza utajaribiwa baada mwezi huu, mwezi Juni mwaka huu, lakini nayo furaha awamu ya kwanza tunaianza sasa hivi tukiwa tuko mbele ya wakati. Ni jambo la kuwapongeza, kuwapongeza sana. Ni washukuru wananchi wa Mbagala, tuliwaambia wao wavumilivu umeme muda sio mrefu utakuwa stable na katika muda wote huu wamekuwa watulivu, hawajaleta taharuki, mpaka mambo yote yanakwenda vizuri. Baada ya hapo kuna fezi nyingine mbili zitakazofuata, tuna uhakika tutakuwa na umeme tuliokuwa nao hapa zaidi ya mara mbili. Viwanda vyote vya Mbagala ambavyo wamiliki wawekezaji walikuwa wanalalamika, sasa umeme utapatikana wa uhakika, na ndugu zetu majirani wa Mkuranga watapata umeme kwa uhakika. Ujenzi wa mradi huu ulianza mwezi Julai 2022, na tunaposema phase 1, tunamaanisha ni kwamba uwezo wa hii transformer yenyewe ni MVA 120. Kwa hiyo kwa sasa kulingana na vifaa tulivyo navyo na uharaka wa uhitaji wa umeme kwa mazingira ya Mbagala na Mkuranga tumeona tuanze na hizo megawati 50. Then phase ya pili ambayo itakamilika mwezi Julai, tutaenda kwenye mega, I mean, MVA 120 ambayo sasa tukijumlisha na transformer iliyopo hapa ya MVA 50 tutakuwa na MVA 170 ambayo takriban megawati 165 ambayo ni zaidi ya mara mbili ya uwezo wa sasa wa kituo hichi. Kwa sasa mahitaji ya umeme wa Mbagala yanaongezeka kila kukicha, kwa sababu kwa mazingira ya sasa hadi tuli, tuli, tuli tulipelekewa kuhamisha baadhi ya wateja kwenda kwenye vituo vingine ili basi kuweza kupunguza mzigo mkubwa kwenye hichi kituo, lakini ninavyokuambia kwa sasa, kama alivyosema mkurugenzi, ina maana kwa kumalizia hiyo kazi hatua ya, ya pili, changamoto zote na uhitaji wa umeme kwa upande wa Mbagala na viunga vyake utakuwa ni toshelevu. Megawati demand kwa sasa hivi ni zaidi ya megawati sabini ambavyo sasa tumewatoa tumewapunguza wengine kuwapeleka kwenye vituo vingine vya karibu lakini kwa sasa, sasa waliobaki ni zaidi ya megawati 50 I mean, uhitaji wote utakuwa nitoshelevu na wateja wote wa viunga vya Mbagala, Kulanga na wengineo watakuwa wanapata umeme wakutosheka kabisa.